niko na Pako Steve kama kawaida karibu sana wewe ambao mnatutazama bele wewe pia ni kukumbusha tu katika haya ambayo tunazungumza unao nafasi pia ya kutuandikia maoni yako na mtazamo wako pia hapo chini utakaposhuka unao nafasi ya kucomment na kutuachia maoni yako tunazungumza kuhusu ligi kuu soka nchini Uingereza mpaka sasa tupo katika Game Week 7 takriban mizunguko saba ya ligi kuu Uingereza imeshapita na kila timu imecheza mizunguko saba mpaka sasa Arsenal the Gunners wako kileleni kwenye ligi kuu soka nchini Uingereza licha ya kwamba wameshacheza dhidi ya Manchester United Video, Liverpool pia wameshacheza video yao na wamecheza dhidi ya timu ngumu including Manchester City. Liverpool kidogo wanasuasua mpaka hivi sasa nataka tubaki kwenye mazungumzo kamili kuhusiana na performance ya vilabu tofauti tofauti ambao vinapewa nafasi ya kushindani kwenye ligi ya soka nchini Uingereza mpaka hivi sasa. Kukusalimia, sikusalimii. Mm-hmm. Ehe, lakini nataka tuanze kuzungumza kuhusiana na zile timu ambazo by the way ulikuwa unategemea zile surprise package. Sindio? Moja ni Newcastle United, mm. Mbili Aston Villa, mm -hmm. Tatu Nottingham Forest, nne Bournemouth. Kuna mtu nimemwacha najua, lakini mwaka jana kamaliza wa kumi na moja kwa hiyo simuweke, nitamweka baadaye. Hizi timu nne hizi mpaka sasa unapozitazama nafasi yao kiushindani kwenye ligi kuu ya Uingereza, unaiona inaweza kufanana na mwaka jana ambapo baadhi ya hizi timu zote, naweza kusema hivyo, zinashiriki katika mashindano ya Ulaya. Mtu wa kwanza ametegemea. Pepeni anashiriki mashindano yale lakini namweka eh, hey, mwezi mkutembea ana ah, matano mara baada ya michezo saba, kocha wao kwa mzuri wao wamefukuza kocha mzuri. Ndio tatizo ni kwanza, Mgiriki mambo mambo uifanya u uh, hamna maelewano kati ya miliki na na kocha na kocha ndo hayo ah mambo ya kukosa umoja eh. Mambo ambayo nguvu moja hayafanyi eh, hey, mambo, kocha anakuwa star star kuliko mimi mwenye timu kwa pale maana yake Nottingham tunatoa kwenye ushindani kwa sababu ya maamuzi ambayo ligi imefanya. Toka kocha ameondoka. Mm. Lina ameshinda. Sio huko alipo kimataifa mm, wala ndani. Mm. Na magoleo yote papatu, papatu. So, yeah. Ile ile kopo ile mwaka jana kina Chris Wood ile wanafanya hiyo. Waamuza mpaka Elanga rafiki yangu. Mm. Ya. Mambo yameenda. Kwa Nottingham msimu huu tunamtoa kwenye ile orodha ya surprise package. Labda aje kuinuka baadaye. Baadaye.

nyuma tu kidogo hapo, alafu baadaye akaja akashinda mbili bila dhidi ya Nottingham Forest. Huyu namuona ama tumtoe tu bado lakini, bado ana nafasi yake. Lazima wale vigogo pale pale abofu ma vigogo wakubwa ndio msahau. Hmm. Ila hiyo ni surprise package, wameuza wisa, wameuza Beuma, msajili dango watara, alafu ni free pale. Wanae Henderson mtu wako yule, formation yao sazi jamani moja tu. Tukikaba Henderson, Ndefu. Dangu Ndefu. Kama, kama, angalia dango watara <laughs> against Manchester United ngaaanche blok za kaunta ataki tu na blok mbili tukambe tupige goal . Hiyo pia ni surprise package sawa, chana surprise package bwana. Kilichonishangaza ni kwamba Andoni Iraola katulia zake pale pembeni. Sasa ukienda pale kuna Crystal Palace pembeni pale, kuna Crystal Palace, kuna mwalimu anaitwa Oliver Glasner na yuko pale, unaambiwa ligi imeanza, mechi saba hajafunga mechi hata moja, ndo timu pekee sasa, yeah, so so alikuja kufungwa. Kristo anasema bana, sifungwi hala s so, unajua katika timu ambayo mbili moja tena na Grealish kaangukia pu kwa Evertoni so, Grealish alichukua mechi lakini bado tuatoe kwenye ubora wao ambao wametuonesha toka mechi ya kwanza. Crystal wapo kwenye ubora wao mm, ibaya mno sahizi, yani Crystal hawajali wewe ni Chelsea, wewe ni Manchester, ukizubaa umepigwa. Yule Mateta mwache kwanza, yule Sarr, yule Sarr ni kama vile ndo mwaka huu, kama kaambiwa, sasa wewe ndo mpya unaanza kucheza leo, ujui kama ni kiungo, ujui kama ni striker, ujui kama ni beki, ujui kama ni nini, zote yumo wale wanatimu kule nyuma wanaokuta Guei hasa naambiwa, nimejua ndio maana kocha anasema mkimuza Guei na naondoka, naondoka zangu Jack Grealish mm. <laughs> ju <yu. laughs> anapewa tuzo ile, anasema bana, mimi tuzo sawa, nimepewa mimi, lakini kwa ninavyoona yule adamu watu anastahili kupewa hii tuzo, sio mimi. Wazungu, mchezaji wa timu pinzani mm, sio kama

wakaanza pale vizuri, tatu bila nini, tukasema hey, hey. Ni West Ham... ni timu ya maana ya kwanza tunaianza, na usikatai, ni timu ya maana mm. Ukiondoa Liverpool hiyo timu la ndo ya maana pale Uingereza, kama, kama kumepambazuka hivi. Mechi dhidi ya Sunderland, watu wamefurahi wakisema goli mbili na na na mm -hmm. e, e, Manchester sasa angalau kocha afurahi kwamba tumeshinda mbili bila ya Sunderland, lakini kocha afurahi. Wewe United unaiona na room of improvement, ama ni fluke ya mechi moja? E, shida mm. miaka mm. mm. mm. wana, mm. yale uongozi benchi la ufundi mashabiki, yani timu inakuwa na vitu vitatu tu yeah: uongozi ambapo kuna bodi, kuna staff, kila kitu, kuna benchi la ufundi ambao ndio meneja na wasaidizi wake, si na watu wote asa Manchester, mashabiki wao yeah, hawana shida katika timu ambao na watu watu wa, yeah, afu, kuna mashabiki, ina mashabiki bora duniani yeah, na ni wa familia ya Manchester. Yeah, hata ukifunga mechi nne ukishinda tano wenyewe wanaridhika kabisa kwamba leo tumeshinda, sio ndio? ila mabenchi wafundi Manchester sio tatizo wangu, wachezaji walionao wala wewe, oh, una oh, oh, Bruno bro una delight wewe mm. una oh, Yoro mm. una Daloti mm. una Mazalau wewe mm. unasemaje uh, una watu una mm. sio mm. ila mimi shida yangu Manchester ipo kwenye uongozi, ugumu sana timu ikiwa na familia kwenye mm. familia, afu wote sio interest, wote sio mpira mm. kwa mgeni test yake mgeni cup bas, basketball mgeni sijui hockey sijui kitu gani amwezi kuwa na wazo moja wa kusaidia Manchester ikue. Sasa sisi tunaongea huku Tanzania hata a kutusikia, sio kama Manchester haita perform. anal Manchester akaja kama sita saba Tuja Manchester labda na Brentford uko na nani? tutu, tutu, tutu, nani, tena Manchester imekuwaje? Nani. Kwa mimi sisemi Manchester kwamba fomu yao imekaa. Manchester hawana shida, yani maplaya wale hawana shida. Kuna makosa tu ya kiufundi yanatokea, ambayo kila timu inatokea kukosa magoli, kila timu inatokea hivyo. Ila Manchester una tatizo kubwa sana la kimfumo ile timu, na nini nini vitu vingi unaongea kila mtu anavojisikia, lakini Manchester ina shida am sehna shida Uh, mimi nawachukia sana Manchester kwa sababu ni mi ni Chelsea, siwezi kuipenda Manchester. Ila mi siombei shida sana, shateseka sana Manchester sasa hivi. Mm, hivi hisi tupate, unajua kipindi kile Manchester kwa nazingua, top four ipo kuna ladha fulani kutoka Chelsea Manchester, zote zote ziko UEFA. Tuna UEFA fainali saizi amna, eh. Mimi nimekuwa nashuhudia soka zuri, natamani soka zuri liendelee. Mi leo leo nakaa kwa mechi moja, mi siwezi kumpa vitu vingi sana, ameonyesha ana kitu mm. Tuendelee kumpa, nini, kumpa, mwana, kumpa, mwana, kumpa mwana tusimpe

input ya wazaji kama kina Alejandro Garnacho kwenye timu kwe aima kwa kwa natabia mm. ana maringo, ana kiburi. Munguna, against Liverpool, last week alimwanzisha na ametoa kitu kikubwa panaao mm. mbaya ni mzuri aendelee kukua. Lakini tunatamani hiyo tabia ambayo tunaambia Manchester isiwepo, kiangalia inavyocheza sio timu mia kumi na saba an kulea namba tatu naambia kama mtu mwingine lakini bado wakapotea, kocha majogo wa jiji wakapotea hivi, ile ina ishara gani? Kushinda dhidi ya Liverpool, huyu mwanamba kocha ameweza kushangilia akapewa hadi kadi kwe, manake kwetu sisi ni kitu kikuu kufunga Liverpool kwa muda mrefu. Sahihi kabisa. Sahivi tunaweza kupiga tu ku wa, wale wa watufunga mm. Kuna mtu tunamtamani hapo mbele ya safari. Takutana. Takutana mm -hmm. mm -hmm. bahati nzuri sawa, tumebakiza nafikiri watu, watu watatu. mm -hmm. tuanze na wa kwanza Manchester City. mm -hmm. Ee, mwaka jana kuna vitu vilitokea mwishoni mwa msimu, watu wakasema bana, ni wakati wa Pep Guardiola kuanza kufikiriwa kuondolewa kwenye klabu na nini. mm -hmm. mm -hmm. Ba sasa hivi ameleta watu pale, wakina Rayan Cherki wamekuja pale, wakina Tijjani Reijnders na watu wameongezeka kwenye timu yake of course, lakini kuna majeruhi hapa na pale yanamkaba. Mechi ya juzi kapata uh, ya, ya, ya, ya matokeo goli moja bila dhidi ya Brentford, lakini kwa jasho sana. Sio aina ya Manchester City tuliyoizoea, ama ni kwa sababu imeshashinda muda mrefu? Mimi nafurahi sana kumwona akipata goli moja anazuia, anakaba saizi, akapata goli moja naye anazuia, libaki ligi ligi ligi. Ni tafu tafu saizi mm. Kwanza timu hizi ambazo tunasema ni ndogo, ligi ni tafu mm. Kila mechi kama fainali mm. Halafu uh, Guardiola ni timu haijakaa sawa bado, yeah. ni wa wa mm-hmm. bado waoni kama sehemu ya washindani wa ligi msimu